Walete waone kwamba yuko mtoto mmoja alipata shida baada ya babake kufariki. Babake alikuwa na kanuni ya kuwapa kahawa watu wote walioswali msikitini subuhi. Alikuwa na kanuni hiyo kwenye visa huko. Yaani ili somo lina visa chungu mbovu, basi yule bana, yani akistareheka yeye tu, akienda yeye na bilika lake pale la kahawa, na yeye asali. Basi alipokufa yule mtoto akona jambo dogo sana Akamwambia, babako yuko hai? Alishakufa. mama yako yuko hai? Ebu angalia ni jambo gani babako alikuwa akipenda kulifanya, lifanye. Akaambia, najua babangu alikuwa akiwanywesha watu kahawa. Baada sasa, anza kunywesha, kunywesha. Yule kijana kapata eh, wa saydal insana Biwalidaihi, yes, ni pamoja na hiyo. Kwa hiyo unajua kabisa, mimi baba yangu baba yangu mimi alikuwa anapeleka kwa imamu Sheikh Musa kitu kadhaa kila mwezi wa Ramadhani. Baba yangu akimpa Sheikh Musa shilingi 5000 zilete hizo. <coughs> Nasema ile ilikuwa ni amali ya baba. La midhali umejua na una uwezo, fanya vile vile alivyokuwa anafanya babako, utapata thawabu wewe na babako. Atafanyaje? tapata kwa sababu I ayunfidha mean, hadahuma eh. Sasa leo watu wameacha wakfu, watoto wameshindwa hata kusimamia wakfu za baba yao.